Nina njaa nitoka kwa sijala onya haraka. Okay baba chap

kunywa na hawa sera wanachelewa, wana chelewa. Mi kijijini siwezi nikarudi kule, tushafanya msara. Mambo ya kurudi kule ni usha ni ushamba moja. Waje hapa pombe tunapiga hapa, ndio mjini wenyewe. Wanachelewa muda wanazidi kwenda, hapa nataka tuingie mazingira, alafu wenyewe wanazingua zingua kishamba, yaani ah

Vibunda vipo nyie nini? Vibunda vipo nyie vipi? Vibunda vipo, sio hizo tu za nyie zipo kwenye account. Tatizo ni nini? Hey Blast, au na kwa tu muziki mbona. Na za mimi ndo vitu wangu sinaelewa tena. Mambo mengine aa, hivi ndo vitu wangu. Ngoma zako nazo sikiza, naza sikiza nyimbo za ajabu ndo wangu. Sasa unajua kwamba Mjomba wako anakuja leo. Kaza unaanza. Sikia kwanza mjomba alisema anakuja leo. Mjomba ni maanake yupo njiani mbona? Au anakuja au amesema anakuja. Sasa sijajua kwamba ana shida gani mjomba. Sasa mjomba, mjomba huyo anakuja sasa. Mdogo wangu, nikwambie kitu, unajua haya maisha hapa mjini anahitaji akili sana. Mimi nikipita huko mtaani naona wao wamevaa kama wewe. Sasa na wewe nikikuangalia, mara uvae kofia mara zikae hivi, mjomba, mara kofia ziende hivi. Unajua sio poa, mdogo wangu. Mjomba, mi kitu ambacho hujui, kitu kimoja, mi nina ndoto kubwa Yani, ninaposema na ndoto kubwa ni na ndoto kubwa ambayo ndoto hiyo mjomba, ikifanikiwa, wewe mwenyewe utaenjoy mjomba. Mimi mambo kuniambia mambo ya kanisani namna gani aje, mimi kama na nini, mimi naendaje kanisani mjomba? Na ndoto ya kuja kuwa kama akina Mnaizi, niwatumie kwanza kidogo, au unasemaje? Ah, vitu vyangu hivi kitambo sana kijijini, unasemaje? Kwele, chuma. chuma. Mimi mimi nilikacha yani. Sio kwa kwa kwa ukaka, naona unasemaje tuliene. Eh. Eh, nataka niuleze kitu kimoja. Uliza. Unajua ndio tulikuacha na na na chuma huko Live. Sio pushi. Ulipushi kwa shilingi ngapi? Laki tatu. Na mchongo ile mwanangu. Hela zote ume mwanangu, mwanangu, mwanangu, mwanangu kama mnavyoelewa nini, ilikuwa ile chuma chuma kwa kwa bei ndefu, ndio maana alipotoa kwa 300 mwanangu, mbona mle mle kiho kilidaaakuanzia maisha, mbona yanatosha, lakini mimi kijijini si rudi kwa mimi. Yani mjomba mimi, eti kusema eti mjomba anakuja, eti ndio nianze kuandaa, eti naogopa sana mjomba. Mwenyewe anaelewa kwamba kichwa maji boksing nje ni ichaje, kwa mambo mengine kawaida tu kijijini kwa kichoko Yaani huku mjini tushapata wadau, mbona hamna haja ya kwenda muna, kule muona mazingira yeah, jinsi yalivyokaa. Sasa tushapata wadau ni huku huku, wewe ndio umenena point sasa. Wewe ndio zaidi alikuwa na wasiwasi kwamba masuala unga tunapata wapi, kama alivyokueleza Chris, mimi kwanza toka kule nipo kijijini nilipata mawasiliano na watu wa mjini eh, kwa tushapata chimbo la unga nini bange ya yeah, eh na mm, kweli hiyo hela iliyoko hapa tutachukua eh, hata 100 tutachukua unga bange

Kwa kweli ungekuwa unanipenda, ungenifanyia yale leo. Da? Kwa kweli uliniumiza sana. Laiti ndo ungekuwa wewe, nimekufanyia hivyo ungejisikiaje? Baada kwanza, brother. Brother, yaani nyimbo zenu na zifahamu ndogo wangu hata wewe brother unisupport? Unataka unishawishi. Mimi siwezi nikakusupport huko kwa imba za dini, mimi nitakusupport hata hela nipo tayari kutoa. Brother, brother unazingua. Wewe unazingua. Yako mimi mi nshazoea wewe kunihubiria ushazoea wewe kila siku ni maswala ya kunihubiria. Hodi hodi hodi hodi! Jamani, jamani! Ah, ah, karibu jomba. Jomba. Ah, jamani. Karibu, jomba. Uncle zangu. Ah, jomba. Karibu. I see. Halo oh. Samani bwana, ndio maana nimeamua kufuata huku mjini. Nimemwacha mume wangu kijijini. Nadhani icha kusindia na unajua kila kitu. Ndio maana mi nimeamua kufuata kwa sababu nakupenda. Wanawake nyiwe waongo sana. Kitendo kilicho n Surprise yako? Surprise gani mpenzi wangu? Na Na Na Na mimba. mimba. mimba. mimba. Na mimba. Sasa una eh? So, mimba sasa. So, hiyo mimba mimi nitajua yana maana wewe mke mtu sijai kusimulia eti hmm. Ya nini tena? Kusumu yangu sume wako. Ah, hujawahi nisimulie hmm. Mimi mmeangu azalishi bwana, na nguvu za kiume ana nguvu za kiume yani hazalishi na maana ana nguvu za kiume, tuliendaga naye hospitali yeah, wakasema ana uwezo wa kuzalisha tena. Kwa hivyo nilivyoanza kutoka nawe nilipojikuta na ujauzito kweli, kweli. kweli. Yeah. hazalishi kweli, kwa nataka kuniambia na mimi karibuni hivi naenda kuitwa baba, yeah. mm. tangu nimepata ajali Dokta aliniambia kuwa na uwezo wa kuzalisha mtoto mmoja tu, sina uwezo wa kuzalisha watoto wengi. Kwa hiyo ulivonipa taarifa za kwamba na ujauzito wangu, da, nimefurahi sana mpenzi wangu, kweli kweli. yeah. Basi mimi naahidi kukutunzia huu ujauzito. mm, yaani umenigusa mle mle jamani, da, umejua kuniweza wewe. Ah, umeniinjoisha sana mpenzi. Lakini vipi kuhusu lile jamaa lako lile? Ah, achana naye bwana. Kweli? Yule endelea kumzuga, tu, mimi sinakupenda wewe. Nimekuchagua wewe. Nimeamua kuwa na wewe. Nimeamua kukubebea ujao wetu. Kwa hiyo yule achana naye. Tamzuga tu. Ah, eh, jamani ah, mpenzi, nakupenda. Mwenye nakupenda sana. Kwetu. Mm. Sawa. Da, wewe, mimi uteka moyo wangu ujue. Tendo kilichonikasilisha, mpaka mimi nikaondoka kijijini ni swala la kutoa mimba yangu, na ndio maana nimeamua kumtoroka mimba yangu kijijini na kufuata wewe mjini kwa sababu nakupenda kupenda. hey. Naona mnaishi vizuri kweli kweli, yango hii <mintu> <mintu> Nimepona, naona wewe nakuwa tu muziki. Hizi ndio pigo zangu hizi. Jamani, cha kwanza cha kwanza hapa naomba tu maji ya kunywa. Maana nimetoka... yaani naona magorofa inaitwa Vichwa Maji, kuna wahuni wenye shali wenye vagi kamera mani ndio samba soma jagi ina mikasa mbalimbali kabajaji muvi nafundisha fundisha sometime ina tisha nitiki ndiyo ticha utapenda kifundisha muvi imelenga uhalisia wa maisha vichwa maji ndo fundisho la maisha isha vichwa maji bangi unafiki vichwa maji vulugu saliti vichwa maji uongo umbea vichwa maji mapenzi bila fea